Kwa majina right, naitwa Clinton Mbelwa, ni Zonal Manager wa BusBora kanda ya Ziwa. BusBora ni nini? BusBora ni, ni jukwaa kubwa la tiketi pamoja na mfumo wezeshi wa kukata tiketi nchi nzima kwa mabasi ambayo yaliyoko nchini kwetu. BusBora ni, ni, ni mfumo ambao umekuja kurahisisha huduma hasa kwa wananchi ambao hawataki usumbufu, ma anaweza akapiga hesabu kwamba niende stendi nirudi, anaweza akafanya booking ya mabasi atakayo yeye siti atakayotaka yeye, na pia itamrahisishia mamluki ya kutiketi yaani anaweza ya akajichagulia si atakayo yeye, na pia kwa nauli elekezi ya serikali. Huo ni mfumo ambao ni rahisi, na pia unaweza kumwezesha mteja akutaka kile atakacho yeye ama apendacho yeye. Taasisi hii imeanza rasmi ishirini na moja, malengo haswa ni kusaidia mifumo yetu ya mabasi, pia kuwasaidia wamiliki haswa haswa katika upande wa tiketi mtandao. Pande wetu huu uh, tunajitahidi sana kuboresha kila chikis, sisi ni mainoveta kama unavyoona katika nyanja ubunifu, tunajitahidi kuboresha upande wa abiria uh, wasipate changamoto yoyote ile, na dhamira yetu ni kuhakikisha tunaisaidia serikali pamoja na wamiliki waweze kuwa katika sehemu nzuri hasa hasa kwa upande wa usafirishaji, na pia tunajitahidi sana

kwamba hata si vijana tu, hata kwa mtu yeyote yule ambaye atakuwa interested na uuzaji wa tiketi, hii itaweza kumsaidia kukuza kipato chake, nampa uwakala wa BusBora na anaweza kuuza tiketi za mabasi nchi nzima yanayo opareja, ama yanayofanya kazi na BusBora. Rai yangu kwa watu wa huduma wa usafiri, wa usafiri nchini wajiunge na sisi BusBora ili waweze kujionia vitu tofauti na product zetu nyingi ambazo zitakuwa wezeshi na zitakuwa na, na ubunifu ndani yake ili kuweza kukuza sekta hiyo ya usafirishaji nchini na tunajua sisi ni mainovator, bo, kua, na rensi, na kwa hiyo tunatengeneza kitu ambacho kitakuwa na assurance pia kwa uamiliki wenyewe. Najua hiki ni kitu kikubwa, kwa sababu mtu hatuwezi kumpa uwakala mtu ambaye hatumfahamu. Kwa hiyo lazima awe na, na vithibitisho kwamba, je huyu kweli ni Mtanzania, ana kitambulisho chake na ana namba na vielezo vingine vyote ambavyo vinajitosheleza ambavyo vinajielezea, wala sio vitu vingi sana kwa. Yeah, yeah. Upande wa chama cha wamiliki mabasi pia tunashirikiana nao, kwa sababu wao ndio wadau wetu wakubwa katika sekta wa ya usafirishaji, maana wao oh, ndio wamiliki wao, oh, ndio wanaotupa idhini kwamba tunaomba basi zetu ziweze kuuza online oh, wao pia na kushirikiana kwa sisi wanatupa ushirikiano mmoja mkubwa sana pia okay. Tunawashukuru.